Habari, ndugu mfuatiliaji wa chaneli ya kupendwa kabisa ya Kweli Online TV na wewe unayefuatilia page yetu ya Mwalimu Gasto Lusekelo na katika grupu letu la Facebook Mwalimu Gasto Lusekelo e, Mungu azidi kukuwezesha, baraka yake izidi kuwa juu yako, na siku ya leo tutaenda kujifunza mambo machache ambayo yataweza kukuvusha hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa ni vyema zaidi unisikilize kiumakini tena kiumakini sana. Lengo na mazumuni huduma ya nuru ya ulimwengu, Yesu ni nuru ya ulimwengu, inakuletea leo habari njema ambayo itahusiana na sadaka au somo ambalo linahusiana na sadaka, na nikikwambia uzima unasema katika Yesu Kristo, naudia tena nikikwambia uzima unasema katika Yesu Kristo. E, loo, Mungu atuwezeshe. Kwa wewe unayenisikiliza, kwa wewe ambao unasikia sauti hii, yawezekana ni mara yako ya kwanza kabisa kuisikiliza sauti hii, na pia yawezekana ni mara nyingi unaisikia sauti hii, lakini unayapuuza mambo yote niyesemayo. Vimba pasuka, lakini ukweli ndiyo huu. Ngoja nikwambie, asilimia kubwa ya watu wengi wameokoka na wanampenda Yesu lakini bado hawajafahamu ukweli. Sasa ngoja leo huujue ukweli ili huo ukweli ukuweke huru tena ukuweke huru kweli kweli. Na somo letu la siku ya leo litahusiana na sadaka, linaitwa sadaka. Sadaka ni nini? Watu wengi wanatoa tafsiri mbali mbali za kuhusiana na sadaka, yaani wanatoa tafsiri mbali mbali za kuhusiana na sadaka. Lakini leo nataka nikupe tafsiri moja ambayo itakupo nayo na utadumu nayo katika maisha yote yote yote zaidi, ambayo tafsiri hiyo utaipenda na utaikubali na utaishangilia, ambayo hiyo ukijua tafsiri hiyo na ukajua sadaka ni nini, utatoa kwa moyo wako wote wa ukunjufu usiokuwa na mawaa yoyote. Uzima unasemeni katika Yesu Kristo kipindi Mungu anamuumba mwanadamu, kipindi Mungu anamuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake, kwa mfano na sura yake, akamkabidhi kila kitu. Alipomkabidhi kila kitu, kana kwamba avimiliki na kuvitawala wanyama, mifugo, ardhi, kila kitu, sawa. Lakini sasa Mungu alikuwa amempa mwanadamu masharti ambayo hayo masharti ndiyo yatakuwepo ni njia ya yeye kudumu na Mungu au kuto kudumu na Mungu, ambapo sasa Mungu katika kumweka katika ulimwengu huyu mwanadamu, katika dunia aliyoumba ikawa hivi, akamwekea mti wa uzima na mti wa mema na mabaya, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na kuamuru wasile. Lakini sasa adui ambaye ni shetani yeye alipomdanganya mwanadamu na mwanadamu akala lile tunda, manake akaanza kumilikiwa na adui au kumilikiwa tunasema na Shetani. Mwanadamu sasa alipoanza kumilikiwa na Shetani, ndipo kizaazaa kilipoanza. Alikuwa ajui kufa, ndipo akaanza kujua kufa ni nini, mateso ni nini, kuangaika ni nini, na nifanye nini na nini, mpaka leo hii sasa Adui alipoanza kummiliki mwanadamu, alipoanza kummiliki mwanadamu, huyu adui ndiye aliyeanza kumwamuru mwanadamu awe anatoa sadaka, huku mwanadamu akijua anamtolea Mungu muumba wake. Narudia tena, anamtolea Mungu muumba wake lakini kumbe ilikopo sio mwanadamu alikopo mtolei Mungu, wala Mungu alikopo hahitaji sadaka za mwanadamu lakini sasa yule adui ndiye aliyekuwa anataka mwanadamu amtolee sadaka, sawa. Ndio maana nimekuambia utaufahamu ukweli na ukweli ili kweke huru, ili ufahamu nini sadaka, ni nini. Watu wanaisi sadaka ni fedha, mazao, wanyama, lakini sivyo. Zidi kuwa pamoja nami. Kwa hiyo sasa kadri miaka ilivyozidi kwenda na miaka kadri ilivyozidi kusogea, ndipo sasa mwanadamu walipoanza kuwa wengi zaidi, kile kitendo kikaongezeka zaidi, ile imani ikazidi kukua, watu wakaanza kumtolea Mungu sadaka, imani ikazidi kuongezeka na kuongezeka, viwango hadi viwango. Mpaka leo hii watu wengi sasa, imefika kipindi mtu asipokuwa na sadaka, anaona kanisani aende kufanya nini? Mtu asipotoa sadaka anaona kama Mungu hajamuona, Mungu hajamtambua. Lakini pia watu wengi sana wameenda makanisani wakiwa wana uwezo wanajiweza kiuchumi, lakini mwisho wa siku wameishia kuwa maskini kabisa, wameishia kuwa watu wasiojiweza. Yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile imani, kwa sababu ya ile imani. Kwa hiyo sasa Wanadamu walipozidi kutoa kumtolea kumtolea Mungu, kumtolea Mungu, kumtolea Mungu, kumtolea Mungu, kumtolea Mungu, lakini vile vitu vilikuwa haviwakamilishi mbele za Mungu. Kwa hiyo sasa, Mungu mwenyewe ambaye muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo, akaamua afanye kitu kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anaona yuko upande wa Mungu, lakini kumbe hayuko upande wa Mungu, amesimama upande wa adui. Kwa hiyo Mungu akaona ni mtoeje huyu mwanadamu katika upande wa adui ili asimame katika upande wangu, ili na mimi sasa niweze kumuhudumia kwa kadri nipendavyo. Ndipo Mungu akaanza mchakato mchakato, ili amuokoe mwanadamu, ni lazima azaliwe mwanadamu ambaye sasa ataenda kuyafata yale maagizo na kwenda kuifuta ile laana au ule mkosi aliyosababisha wa mwanadamu wa kwanza. Ndipo Mungu sasa akaamua amtume mwanaye wa pekee ambaye Yesu Kristo kuwa sadaka. Sawa, pointi yetu inaanzia hapo. Kwa hiyo Mungu akafanya prosesi au mchakato wa kumtuma mtu atakaye kwenda kuwaokoa wanadamu katika ile laana au zambi ya asili. Mchakato wenyewe ili huyo mtu atakayemtoa afanyike kuwa sadaka, au hicho kitu atakachokitoa kifanyike kuwa sadaka, kwa sababu Mungu aliona fedha haiwezi kaondoa zambi, e, kondoo hawezi hakuna sadaka iwezayo kuondoa zambi, lakini akaona ni lazima itoke katika asili ya mwanadamu ili iweze kufuta ile asili ya mwanadamu isimamike asili ya kiungu ambayo asili hiyo ya kiungu sasa ikafanyika kuwa sadaka. Ndipo Mungu akamtuma mwanaye mpendwa Yesu Kristo kuwa sadaka, kuwa sadaka, narudia tena, kuwa sadaka. Sasa kama alimtuma Yesu Kristo kuwa sadaka, sasa hii sadaka ambayo ni Yesu Kristo, unapozungumzia Yesu Kristo sio pesa sio mahindi sio ngano sio elfu kumi sio milioni sio udongo sio mafuta sio mavazi sawa, wala wanyama wala mazao ya aina yoyote wala pesa ya aina yoyote. Hii ni sadaka ambayo imefanyika kuwa mwili, na hii sasa sadaka ambayo imefanyika kuwa mwili inapaswa aishike mwanadamu mwanadamu aikubali sadaka ambayo Mungu kaitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya mwanadamu. Kwa kama Mungu ametoa sadaka kwa ajili ya mwanadamu, mwanadamu hana kitu cha kumtolea Mungu kama sadaka, iwe ni fedha, yawe mazao, wawe wanyama, awe mtu. Mungu aliishatoa sadaka. Kwa hiyo sasa unaposema sadaka ni nini? Manake sadaka ni Yesu Kristo. Huyo ndio topa. Ukiwa na huyo umetoa, ukiwa na huyo umetoa sadaka, ukiwa na huyo umeshika sadaka. Ukienda kanisani, nenda na Yesu, ukitoka toka na Yesu, ukitembea tembea na Yesu, ukikaa kaa na Yesu. Huyo ndio sadaka toshelevu refu kwa mtu yoyote. Mwenye anakwambia eti sadaka ni fedha au ni kitu chochote ulicho nacho ndio sadaka, hapana. Ndiyo hiyo ni tafsiri Sawa lakini, tunafahamu sadaka yetu ni nini? Sadaka yetu ni Yesu Kristo, ambayo sasa, hii sadaka ambayo ni Yesu Kristo, tajiri akiishika hawezi akawa maskini, maskini akiishika hawezi akawa tena maskini zaidi, mtu mwenye kujiweza akiishika hawezi eti akapungukiwa, inafaa aongezeke. Sasa watu wameweka sadaka ni mahindi, ngano, wanyama, mimea, sio nini, fedha, na ndio maana wanafirisika na watawafirisi hadi mkome, watawafirisi mpaka mpasuke. Imefika kipaumbele. Kuna mengine wanasema sadaka ni lazima iyoanzie elfu tano wengine sadaka inaanze naanzia elfu moja wengine sadaka ni chochote ulicho nacho. Baba, mama, dada na yoyote unaye nisikiliza, sadaka ya kweli ni Yesu Kristo. Hiyo ndo sadaka tosherevu. Ukiwa na hiyo, hakuna mtu mwingine yoyote, hakuna mtu mwingine yoyote awezaye kutoa sadaka. Akisema sadaka, mwambie ni Yesu. Sadaka ni Yesu, sadaka ni Yesu. Lakini tunaposema yatima, wajane na watu wasiojiweza, hiyo tunasaidiana sisi, sio sadaka, tunasaidiana sisi. Lakini mwanadamu hana kitu cha kumtolea Mungu leo kesho, na hata milele. Lakini Mungu alikuwepo, ana kitu cha kumtolea mwanadamu. Ndio maana akatoa mwanaye mpendwa Yesu Kristo, awe sadaka kwa ajili ya dhambi zetu, awe sadaka kwa ajili ya kubarikiwa kwetu, awe sadaka kwa ajili ya kuponywa kwetu, awe sadaka kwa ajili ya kuinuka kwetu, awe sadaka ya kila namna. Kwa hiyo mtu yoyote atakayekwambia eti sadaka ni fedha, unga, sio nini, sio nini nini na nini na nini, i say Kaa vizuri, kaa chonjo. Unaweza ukakuta umeenda na gari na nyoka kalitoa sadaka <laughs> Mungu hataki gari lako, Mungu hataki pesa zako, Mungu hataki wanyama wako, anataka umtumikie katika roho kweli, roho kweli, umkubali kusema yeye ndiye Bwana na Mwokozi wako. Ukimkubali kusema yeye ndiyo Bwana na Mwokozi wako, alo topu. Hiyo ndio sadaka, hiyo ndio sadaka kwa wewe unayenisikiliza, uwe mwanadini uwe mchungaji uwe profeti, siyo nani wewe, vimba pasuka chukia, siyo nini na nini na nini. Sasa wakati wa Bwana ndio umefika, narudia tena, wakati wa Bwana umefika, wakati wa Bwana umeijilia Tanzania, wakati wa Bwana unaelekea dunia. Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo sadaka ni Yesu Kristo. Sadaka siyo fedha. Sadaka sio dhahabu. Sadaka siyo mazao. Sadaka siyo wanyama. Sadaka siyo mtu. Sadaka alikuwa mtu ambaye tayari alishatolewa, tayari alishakufa, tayari alifufuka, akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Huyo ndio akawa sadaka ya kwetu sisi wanadamu. Sisi hatuna chochote cha kutoa zaidi ya kumpokea, ya kupokea ile sadaka aliyotupa Mungu, ile sadaka aliyotupa Mungu ambayo ni mwanae mpendwa Yesu Kristo. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Kama una swali utauliza, utaweka komenti yako hapo. Share mafundisho haya yamfikie kila mtu, na lengo na mazumuni sio kwamba naharibu huduma za watu, sio kwamba wao wamekosea. Hapana, kila kitu kina majira yake akasema hivi, katika siku za mwisho watu hawatafundishana wa kila mtu akisema eti mjue Mungu, kwa maana wote watanifahamu. Yale yaliyofichika yatawekwa hadharani, vitu vyote vile ambavyo vilijua kwamba vinatumiwa na Mungu, kumbe sivyo, vitatoweka. Itasimama bendera, ambayo bendera hiyo itakusanya mataifa yote, itayashangaza mataifa yote, nayo ni Yesu Kristo, ambaye tukimpokea huyo ndiye Bwana na mwokozi wetu. hakuna chochote cha kugharamia zaidi ni wewe na kum